Yaani, ule ukaribu, yaani hata wa kuongea naye, yaani kujieleze kwamba mama, nina shida yeah, hii changamoto ku mm. Okay. Mm -hmm. Kwa hiyo aliyekupa ana ali, katika hiyo familia mtu ambaye sasa ulikuwa na ukaribu naye maanake <laughs> kama mama ndio hivyo, maanake baba sasa ndio ulikuwa na ukaribu naye zaidi, labda yeye anaongea kama hivyo. Baba ndio alikuwa karibu eh. Sana baba anatoa majukumu, kwa sababu hata siku moja pia nakumbuka jumuia walikuwa wanakuja kusali mm -hmm. Ikafika mda karibu, wageni wanafika, baba ndo akaniambia moja mambo ufanye hivi na hivi hapa, sahizi wageni wanafika sasa hivi, leo hapa kuna wageni wanakuja kusali jumuia mm -hmm. Lakini toka asubuhi tumeshinda pale Jumuiya ilikuwa ni saa ngapi? Jioni. Kabisa ndio. Yeah, jioni. Ndio. Kwa si kitu kabisa afu natupa na mama. Kwa hiyo au labda kama kutoka baba ndo anakuambia, "Mode, naenda kajiandae tunatoka." Tunatoka mnaenda wapi? Yaani tunatoka labda kama familia. Kama mfano siku moja mtoto wao yule alikuwa ameweza darasa saba wanamtafutia shule nyingine ya form 1. Mhm. Uh mm -huh. Ndo akasema tutoke wote kama familia tuende tukaiangalie hiyo shule. Mhm. Uh mm -huh. ndio. Kwa, hali, kwa ni baba baba. Baba. Kwa hiyo hiyo pia ilikuwa inanipa ugumu sana sana katika ile familia, yaani mama alikuwa hana ushirika kabisa kabisa na dada dada, kwa hiyo mm. baba sasa ndo akakuzoea, aka mpaka akatumia chansi vizuri, akakuzoea sasa akaanza aka, aka <laughs> <laughs> akaanza kuingia kwenye, eh, aanza kuingia kwenye tunasema nini? imaya zingine sasa mm? sijui wadau wanasemaje, lakini okay. <laughs> sisi tunawambia hapa mabosi wenu ni nani mkifika kwenye hizi familia ni wanawake eh? eh? mabosi wa kike kwenye kituo hiki wadada senta eh? mila na desturi zetu E, tunazowafundisha ni kwamba mnapofika kwenye hizo familia za watu msende kuzoea waume za watu, watu msende kukaa nao karibu na kuanza kujichekesha chekesha eh, kujiweka mazoea eh, sasa kama sasa mama mwenyewe ndio huyo kauzu. <laughs> <laughs> <Zoke. laughs> ukatafuta kuzoea eh? Eh, tunafanyaje jamani, sisi tunawafundisha kalcha eh, yetu hapa mabosi Ewa. mama ndio mabosi wao kila kitu aongee na mama ikitokea baba anatoa maelekezo au nini ziwe yani hii ilitakiwa iwe opposite umeona mama ndo anatoa maelekezo baba umeona kama yes, hizi sifa, yes, sifa za huyu bosi wake za mwanamke ndo zitakiwa ziwe za kwa baba kwamba <laughs> hana mazoea kabisa tena akimwona hmm. dada kakaa hapa anaenda kukaa kule ehe hivyo hmm. ndio sisi tunavyotamani tunavyo iwe yaani awa mabosi baba awa wasiwazoe wadada wada, wa wada, wada, kazi kabisa. Na ukitaka kutengeneza amani ya nyumbani kwako, we baba dada amekaa pale weka, yani pita mbali. Au dada ukimwona baba ndo anakuja kwa sababu pale ni nyumbani kwake, dada awezi. Baba awezi kukimbia sebule TV, kwa sababu dada amekaa amejitanua pale anaangalia TV. No, dada ndo anatakiwa akae mbali, yani anapomwona baba akakaa sehemu fulani apite zake mbali, aende kama ni huduma za kule nyumbani ndani anazipa anapata maelekezo yote kutoka kwa nani? Kwa mama, kwa mama. Na ikitokea kama baba anahitaji basi ni ile mara moja um. Yani sasa ndio yani kwa huyu mama, mama ndio anaipata kwa, kwa baba sasa hmm. Jamani, hapo tunafanyaje? Tunawasaidiaje hawa wasaidizi wetu ambao kweli tunawahitaji majumbani, lakini sasa tunawatengenezea hayo mazingira magumu Magum. lakini pia Unasemaje? Um, mm. Wow, kuhusiana na hiyo mm. Utasema baba ametengenezewa mazingira labda kwa sababu amekuwa karibu sana na dada hiyo, akaanza na kujiachia da mpaka, natamani yani, natamani ungekuwa. Kwa hiyo wao wenyewe mke na mume ni kwamba ile wanaita nini, sinaitafuta mm, kuna neno hili la yani, unajua ni nini, ni, ni? kuna neno nalitafuta limenipotea, lakini namaanisha, unajua kuna watu wawili wakikaa, unaona jinsi wanavyoshirikiana wanavyoongea, bondi, wanavyo, walivyo, hivyo, walivyo bondi. Um, hilo neno limenitoka yani, hicho kitu hamna, au sielewi sasa, mpaka anasema natamani ungekuwa mke wangu, si unaelewa wewe ile ile ukaribu wao yani sema, mimi pale siwezi nikajua ukaribu wangu, kwa sababu mimi maisha pale nyumbani ambayo nilikuwa naishi ndani ya miezi kumi, nilikuwa nafanya kazi zangu, nikimaliza naenda chumbani, nakaa chumbani sehemu hmm, uliokaa <laughs> miezi <kumi>. Wakija hapa <laughs> ndani, wewe umekaa ndani hapa muda gani? uwezi kuelezea. Mimi na mume wangu hapa, unajua kwamba madam na saa Hawa, hey, wana ukaribu kabisa, wanakuwa sawa wako wanaenda pamoja hey, wanatoka pamoja, yani, hey. Alafu tena tunasema, mm, nyinyi mnaenda kufanya kazi kwenye privacy za watu. Za yani watu, mnaenda kufanya kazi kwenye ile faraga yaani kule ndio mtu hata huko nje watu hawamjui. Wewe dada wa kazi, maisha ya ndani. Hiyo tabia huyo mama, inawezekana watu wa nje hawaijui lakini wee kwa kuwa umeishi naye umeijua, kwa sababu umeingia kwenye faraga, faraga, privacy yani, mtu ambaye unaamka naye nyumba moja na mnavyoamka we ndio wa kwanza kumwona, na anavyokuja kulala we ndio wa mwisho, huwezi kusema umjui hapo kama hivyo ambavyo unasema unaijua mama, ee, sio? Hana ukaribu basi, pia ungekuwa unajua watoto una, sio wachangamfu ee, na unajua hata wao wanaishije, hawako sawa, wengine wanadundana, wanapigana, wana nini. Lakini nyinyi kwa sababu mmeingia kwenye maisha yao mnakuwa mna, unajua ile, wa nje hawajui, kwa sababu mimi, kitu ambacho kinanisumbua, nataka wanawake waangalie sana hii Yani sijui kama tutasema ah, hizo ndo tabia za wanaume, kwamba mwanaume mpaka anasema i wish dada ndo angekuwa mke wangu. Aono kama ni tabia za wanaume hizo, au ni mazingira ambayo yanaweza muda mwingine unakuwa hujatengeneza, lakini kuna factors zinachangia mm. hii hali kuibuka, kwa sababu kama kweli pakawa na yale mazingira sahihi Yaani kitu ambacho kwanza kilichoanzia hapa ni kwamba sisi tunasema tunawapeleka wadada ili wawarahisishie kazi waajili wao mm. Lakini pia waajili wanatakiwa wawarahisishie wadada mazingira ya wao kufanya kazi mm -hmm. Kwao hapa, kilichokosekana kwa mama ameshindwa kurahisisha mazingira ya Modesta kuwasiliana na yeye ili kufanya kazi vizuri mm. Ndo mwishowe inatokea hawa wengine wanakuja kuzoeana nje ya bosi yaani bosi ameshindwa kumrahisishia dada ni mazingira ni bosi. Bosi bosi baba naye ni bosi, ila sasa ndio lakini mazingira... yule ambaye tunasema tum, tum, tum tukija kule ndio tu yani tunafaa dada anafaa kushirikiana naye kwa karibu handlers, zaidi mm -hmm. Yeah, ameshindwa kurahisisha hii hali ya kumfanya dada aweze kujihisi kwamba anaweza kumfikia mama, kujieleza, kumueleza, kuuliza, kupokea oda kwa mama mm, hii ndio mm, kitu mm, ambacho mm. kimekosekana kwenye hiyo familia mm, mm. Sasa hapa hii tunay a tukaanza kujaji sijui tumewasababishia mazingira mm. baba amejiongeza mm. chanzo mm -hmm. inakuwa ni hapa kwenye kukosa ushirikiano wa mama na dada kurahisishiana. Hapa yani namna ya, ku, ya kumhudumia yani ma, namna ya kuhudumiwa na namna ya dada kumuhudumia madam. Mm. Hapo ndo ilipoanzia tatizo sasa, tunavyokuja huku kuanza kutangua ilikuwaje? Kwa kweli, hicho nacho ni kipengele ambacho tunaweza tukadiscuss sana, japo hatutakuwa na majibu sahihi. Hatutapata majibu sahihi, hatuwezi mm. yeah, kupata majibu labda, mm -hmm. uh, kwa kwa kama hayo mazingira yalitengenezwa hivyo na yalitokea. Maanake sasa kwetu sisi, hili ni jambo ambalo alina ushahidi mm -hmm. kwamba alitongozwa na bosi wake ndio, um, na nafikiri kwa hiyo kazini, nani kaondoka? Bosi kakwambia ondoka wewe? mm -hmm. tu umebeba mabegi ukaondoka, ni yeye ndo ameaga. Na ubaya ni kwamba hii senario yote hapa anayoeleza ya kuhusiana na bosi baba, eh. madam hajui na mm -hmm. hajui atasema. Uh, kabla sijakusemea kwa nini bosi <laughs> mama ajui kama mme wake alikuwa na kuzengea zengea kwa sababu ilikuwa wiki iliyopita hiyo mama alisafiri, mm -hmm. na mama katika kusafiri kwake aliniambia tu siku hiyo, tulikuwa tunatoka kanisani familia yote, akaa naga kwamba mimi leo nasafiri naondoka, naenda kukaa wiki moja, alivyosafiri. Kwa hiyo alikuaga wee tulikuwa familia nzima pamoja na watoto wote, ndo akasema hivyo. Kwenye hiyo tulikuwa kwenye gari tunatoka kanisani, ndo akasema mi nasafiri. Ndio akasema mi nasafiri okay. mm -hmm. Ilikuwa ni safari ya jioni. Jioni kweli akajiandaa, akaondoka aka, kesho yake, baada ya kusafiri ni wiki hiyo uliopita, yule baba sasa ndo akaanza mazoea ambayo si mazuri kwangu. Mm-hmm. -hmm. Mazoea yakaenda yaka mpaka wapi? Maana si alishakwambia alishakutania tania, ungekuwa mke wangu. mm hiyo -hmm. tayari. Kwa hiyo hiyo iliyotokea ya wiki iliopita ili, ilikuwaje sasa? Yani, unakuta kwa mfano kama umekaa hivi na watoto mda mwingine anaanza kukushikashika o akaanza kukushika, alikuwa hajawahi kufanya hivyo. Mimi kile kitendo nilikuwa najisikia vibaya, watoto ni wakubwa wadogo yupo mwingine wa darasa ya sita mm -hmm. yupo mwingine wa darasa ya kwanza huyu, mm -hmm. mkubwa alikuwa anashinda kanisani kwenye semina, darasa ya sita mm -hmm. kwa fumwane, wapo watoto watatu. Okay. anapokushika kushika watoto wakiwepo, wapo watoto wanakuwepo, nakuta tu ananishikashika mbele ya watoto, anasema eh, dada Modesta ni dada mzuri, anafanya kazi vizuri, jamani, mnampenda mm -hmm ananishika tu mo um. mm. Hicho kitendo kaokiaa kinakukera kabisa, kinakukera kabisa kina mm. Lakini hata hivyo mara ya mwisho, wakati mama amerudi, kwa hiyo wiki nzima ulikaa naye ndio, pamoja na watoto na watoto, akukuingilia ku, aku, akukushika kwa nguvu zaidi tu homimi, nilimwambia mara ya mwisho, nkasema mimi nimechoka Ulimwambia huyo baba? Ndio, nkasema mm -hmm. Mimi nimechoka, nikasema mimi nimechoka. ni? ni na haya maisha mimi, mpaka nikuja kufanya kazi hapa za ndani nilikimbia hayo mambo ya mm. kufanyaje ya kushikoshika na nini. Ndio maana ikaona bora nijitafute kazi ambayo naweza nikatulia mimi mwenyewe nikajiheshimu na mwili wangu nikafanya kazi zangu nikapata hela yangu. mm -hmm. Ningekuwa nataka kufanya hiyo kazi ya kushikashika mimi, ngenda hata kwa mabaa wapi nikafanya hiyo kazi mm -hmm. na hivyo vitu ambavyo naendelea kunifanyia mimi nitamwambia mama. mm -hmm. Akasema na ukijaribu kumwambia mama awa watoto utalia, mm, huyo -hmm. ye yeah, akiondoka we utalia awa watoto. Nikasema mm -hmm. basi mimi nimechoka mimi, hapa nimekuja kufanya kazi sija kuvunja ndoa ya watu wala sija kutenganisha familia za watu. Mm. Mimi akifika mama nitaaga nitaondoka. Mm. Nikawa serious. Mm. Ndio. Akasema, eh, wewe binti kumbe ndio upo hivyo. Nikasema ndio nipo hivyo, nimefanyaje? Mimi siwezi kuvumilia mambo ambayo yaani, sipendi kabisa masiara. Yaani, mimi mtu akinichokoza mimi ni mkali. Mm. Sipendi kabisa. Mm-hmm. Vitu ambavyo naona mimi kwangu vinaninyima raha mimi sifanyaje? Mm. Sipendi. Okay. Siku alipofika mama ilikuwa siku ya Ijumaa. Siku ile mama alipofika nilikuwa nimemaliza kazi zangu zote. Nikawaga, tukasema mama, samahani naomba ruhusa niende nikasuke. Mama akaniruhusu nikaenda zangu saluni. Nilipoenda saluni, mama akanitumia message. Akasema nimetoka na familia yote. Funguo nimeweka dirishani. Ukimaliza mambo yako funguo nimeweka dirishani. Baadaye wenyewe wakawa wamewahi kurudi, mi nilikuwa bado sijawahi, nimechelewa kidogo. Nilivyorudi ile jioni nikamkuta mama ndani anapika, ilikuwa muda wa saa tisa mchana. Kamsalimia kama kawaida, nikachukua ndo nikaanza ku. Baada ya hapo maji bafuni akawa yameisha. Kuna mtoto ambaye yupo umri sawa na mimi yuko pale nyumbani kana namwambia fei, mbona maji choni ameisha nameacha hivi maji choni, aujaweka maji fei? Akawa amebaki kima. Mama akasikia akasema, we, Modo unasemaje? Nikasema nilikuwa namwambia fei mbona kila siku namwelekeza kuhusu maji na hajafanya hivyo Pali, mama, baba naye hi, akawa anaingia. Baba alivyosikia tunaongea akaingia, tulikuwa maeneo ya jikoni. Baba alivyoingia akaanza kusema eh, sema wewe mbona, unasemaje? Unasema? nikaeleza pale kama nilivyokuwa nimemweleza mama. Baba akasema njooni, tukae huku. Tukakaa pale ndio nikaa naeleza, nikasema mimi mimi ndani sasa, jamani, mambo yanaendelea huko nyumbani, nimechoka sasa. Kwa pale ndio nikaa nataka niliweke wazi, nikasema mambo yanaendelea huko ndani, nimechoka. Mama siku nyingine ananitolea boxa za baba mara ya kwanza alinitolea nilifua, mara ya pili nikashindwa kabisa kufua. Nikaona hii kazi mbona kama inajirudia mara nyingi, ngoja niache, labda atacha kunitolea. Nikaiweka pembeni. Baba akawa amepanik pale juu, amekatisha akasema, kwa hiyo unamzingizia mke mke wangu? Mimi mke wangu hawezi kabisa kutoa hizo nguo na hayo maji ambayo unasema watoto waweke huko chooni kwani kulikuwa kuna haja gani ya kuongea hayo mambo? Nikasema basi haina shida. Akasema hivi, kwa hiyo sasa ulikuwa unasemaje? Mimi nikaa nikaa, nataka niseme kama afu mama, baba pia mimi ananisumbua, nataka nimweleze hivi. Baba akaja juu, akapani, akamchukua, akamshika mama mkono, akaenda chumbani. Mimi kabaki nimekaa pale kwenye kiti peke yangu, hiyo taarifa nikawa nimeshindwa kuielezea. Baadaye pale nikatoka nikaenda kuendelea na kazi. Nimeendelea pale kuendelea na kazi kuwaugisha watoto na nene. Jioni baba akaja tena. Wakatukakaa tuna kama kikao. Ka, akasema baba Mode naomba unisamehe kwa mambo yote ambayo tumekutendea. Wewe ni binti mzuri tumeishi na wewe vizuri na tujai kupata binti mzuri kama wewe. Lakini kwa haya yote ambayo yametokea tunaomba utusamehe. Mama akasema hivi, lakini kwa ambavyo namjua Mode, Mode nimekaa naye ndani ya hii miezi yote kumi. Mode hajawahi kuonyesha tofauti yoyote. Lakini hii, toka nimesafiri nimeona Mode amebadilika ya sana. Yani naona tu yupo yupo, yani simuelewi Mode. Yani mdani na isi, lazima kuna kitu cha tofauti, ambacho kimeenda tofauti. Yani sio bule. Kwa jinsi ninavyomjua Mode ambavyo nimekaa naye huyu sio Mode yule ambaye ninamjua mimi. Yaani kuna tofauti kwa sababu Mode hana la, Mode amenuna, acheki na yoyote, yupo yupo tu. Pale wakasema tusahali. Tukaingia pale kwenye maombi. Tukawa tumeomba. Tumeomba pale tumemaliza. Ni sasa nika najiuliza. Sasa mbona ile jambo la baba mimi linakuwa gumu kusema hapa, nitasema ivi, nikisema ile jambo huko ndani leo nitalala au itakuwaje, au itakuwaje nitaishi katika na nikificha siri, niendelee kukaa umdani. Ina maana kwamba huyu baba ndo nitaendelea nitatembea naye kama anavyotaka, au inakuwaje, au ataendelea kunishikashika kama inakuwa au inakuwaje? Kasema hili jambo, mbona nikisema nisije nikaribu ndoa ya watu, mimi hapa sikuja kuvunja ndoa za watu. Bora niondoke nirudi kule walikuwa nitafutia kazi, niende nikaeleze haya mambo baadaye nikaaga pale vizuri nikamtumia mama meseji kama kawaida. Akasema, mama, samani mimi kuendelea na kazi hapa nyumbani hapana, siwezi tena kuendelea na kazi. hakuniuliza kwa nini wala nini, akasema tu sawa, unaondoka lini? Akasema kesho asubuhi nitaondoka. baba akasema, umewapigia simu kule kituone? nikasema hapa sina salio, labda mama kama atawapigia Asubuhi kulivyokucha, mama akaniamsha, nikajiandaa, nikapanda gari moja kwa moja nikafika hapa kituo. uliongea na bosi wake? niliongea na madam. mm -hmm, nikampigia nini, nilivyompokea dada nikamsikiliza, nikampigia madamu, nikamsalimia, kaambia madam, madam, tumemwona dada, kulikoni mara yes, ya kwanza madam hakutaka kueleza chochote, akasema yes, amefika huko, basi yeye ndo awaeleze. Nikaambia, hapana maadamu, tunaweza tukawa tumemsikiliza dada, pengine akaongea kwa kujipendelea yeye. Mm, utuambie laba kama kuna changamoto yoyote. Madam ndo kama hivyo unavyosema, kuna taarifa amezikosa kwa sababu yeye amesema ya tokea po Modesta amefika, alikuwa ni dada mzuri tu anafanya majukumu yake vizuri, hawajawahi kukwaruzana. Zikitokea uh, wameko, wame, wame, wamekosana, basi ni vitu vidogo vidogo ambavyo labda Modesta amejisikia vibaya kwa sababu ameambiwa na mtoto, na anasema ashawai kumwomba msamaha. Kwa mfano, kuna, mtoto, kuna siku mtoto alimjibu dada vibaya dada akajisikia vibaya. Mtoto alivyoulizwa ni mtoto wa miaka sita, akawa analia kwa sababu anaambiwa amekosea, akaambiwa amwombe dada msamaha, alimwomba